Ah, safi. Eh, bwana nina mshukuru siju wewe. Kwema mzima? Eh. Mm -hmm. Nipe ripoti. Uko wapi sasa hivi? Yeah. Eh, bwana mimi sasa hivi sina kazi pale nilipokuwa nafanya hmm. Kazi bwana, mimi niligombana na bosi. Hmm. Wewe naye una majanga bosi, unajua mwenyewe tena, si ingine tutaki kudhulumiwa mm -hmm. Hey. Ah, kiasi bwana. Mm. Sasa <laughs> mimi kikubwa bwana hmm. niko na mimi, nataka kazi, naona sasa hivi mambo si mabaya, naanza <laughs> kama umejipata, umekuja kipindi kizuri, nakufanya kazi. Nitaenda kuongea na bosi, nadhani utapata kazi, kweli kweli kweli kweli. uh -huh. Hey, utapata kazi nitaenda kuongea na bosi, utapata kazi una baya kwangu ha? Kunipa naenda kunipa kazi, tunaenda huku, tunaenda huku. Kweli kweli. Sijali. <laughs> Bosi, huyu ni Lundenga. Lundenga, huyu ni bosi wangu na huyu ni mke wake. Bosi, huyu ni rafiki yangu Lundenga, amekuja kuomba kazi, kwa hiyo nikaona si vibaya nimlete kwenu kwa sababu mnahitaji mtu kama huyu. Sawa sawa. Yeah. Kwa hiyo Londenga karibu. ah! uh, mimi kama nilivyoongea dada hapa, mimi bwana ni nadili na ufundi wa umeme wa majumba na nina uzoefu wa muda mrefu tu nishatengeneza nyumba ni nyingi tu. Jee. Maswala ya wiring una, una muda gani tangu umeanza kufanya kazi? Uh, nina uzoefu wa muda wa miaka mingi tu tushatengeneza majengo mengi tu Tanzania hapa, Dar es Salaam hapa, kama kuna jengo lile refu refu pale Ubungo pale. Eh, ndio. E, lile mimi nimepiga waya ningi pale vizuri kabisa, mpaka unaona ipo pia. Eh ni fundi mzuri tu. Mm-hmm. Atatufaa huyo mwanangu. Imekuaje ukaacha yeye kazi hiyo kuanza kuanza kuhangaika tena kazi zingine? Kiukweli bosi, mimi bwana nilizinguana na yule bosi. Msimamizi wa pale. Kiukweli mimi nilivyomaliza kazi akawa ananipa hela kidogo kidogo. Sasa siku mimi nikapata hasira, nikamkamata nikampiga sana piga sana, nikampiga mimi mpaka niweke upande hapa, piga sana yule bosi mpaka navyo kwa mbevi, nilipeleka kituo cha polisi, pesa mahakamani Zon, nini naona nikanyaga. Mimi naongea ukweli, aa, hili bosi anipe ya, pesa yangu kwa wakati boss. Yani mimi napiga kazi, mimi ni mtu wa kazi, nafanya kazi yani ukinipa kazi yako napiga kazi kweli kweli, ila kwenye malipo mimi sinaga masuala ya kuletana na Uswahili. Tunapiga kazi tunamaliza, mimi pesa yangu kwa wakati. Nikifanya kazi kwa wakati, nipe pesa yangu kwa wakati. So mimi nakufanyia kazi kwa wakati, ni mabosi mnazulumu sana watu. Sasa mimi nikikamata kama hivi boss ule me wangu mwezi. Yule kijana yule atakuumiza wewe, yule atakuumiza hapa. Cha msingi yule, kazi hakuna. Sasa unataka mimi nifanyeje? Mimi nawaambia ukweli ili wanilipe pesa kwa wakati. Mabosi wao wanazinguaga. Sijapenda, sijapenda kabisa. Hujapenda nini? Yaani lazima uwaambie akizingua bosi wako. Kuna kazi hapa? Unafikiri kuna kazi hapa? Sikilize. Bosi wako akizingua leo wewe.

unasema kwamba wewe ulikuwa unampiga, umewapiga sana mabosi pia, videvu sana cheo kabisa kwenye masuala ya kazi na kutolipana pesa kwa wakati. Mimi nakufanyia kazi yako kwa wakati, nilipe pesangu kwa wakati. Mimi sina mchezo. Mimi napiga kazi, lakini kwenye pesa tulipane na mabosi unapiga kazi. Yaani napiga kazi na bosi, napiga, mimi ih, <laughs> <laughs> na bosi napiga, ukinizingua mimi vitasa na sasa mme wangu. Sikiliza baba, kazi utapata, ila tupe muda, tutakuhitaji kwa baadaye, lakini tutakupigia simu. Sawa, ninashukuru sana bosi yani. Kama alivyosema mama, kazi utapata ila tu muda kidogo, utakujua. Namba zako situnazo. Sawa, sijali. Utapata. Sawa, karibu tena kijana. Yule, yule sio kumpa kazi mume wangu mle umeshaenda. Yule bado kijana mdogo, utamuweza kupigana naye we? Yaani una maana kwamba, wewe, ukumbuke vile kipindi kile kaka zako walivyokuwa wanasema kwamba mimi niachane na wewe, jinsi nilivyokuwa nawafanya.

Mbona usogeleana wewe? Mbona kuogopa wewe? Alafu jiangalie Mpemba. Wewe mtu mzima ogopa nini? Tumejuana hapa kwa geti, unajua masuala ya kumwona na kufanya mistari. Sasa bado nisogele karibu, usiogope ya nini. Bwana simba mkali lakini ameza. Tulia watu. Mimi nagonga mlango hapo, kila mtu ana shida zake. Poa mpole basi. Eh. Oye Mpemba. Unajua nitakupiga sasa hivi. Haulii, haulii Mpemba, acha. Wewe unasogea pani nini? Mpemba acha ukuuze. Umerudi tena? Ndio mama, nimerudi. Nilikuwa namuulizia yule mzee mwenye kipala yule. Kijana mbukuwa na adabu naomeza watu. Yule sio mzee mwenye kipara, yani ule kama unamwona mtoto wa 2000. mbili. Mpemba vipi? Safi man. Mmekuja wote? Hapana, amenikuta getini huyu, mimi nimekuja hapa nimekuta getini kasimama. So Koomamba ule mzee, mme wangu tena ndio mzee. Mimi nimekuja hapa ndo ha? ha? uh -huh. Umekuja pamoja, nikuta magonga mimi ndio, mkashangana naye anakuja uta geti gonga gonga. Mzee mimi nimekuja hapa ntaka nikwambie ndio kuhusu yule nayo na yule, mm -hmm. na yule sio mtendaji wa kazi mimi nataka nikwambie yule nayo sio mtendaji wa kazi bosi, kwanza yule ni mharibifu, alafu licha ya hivyo ana uharibifu mmoja wa kijinga. Ndio, ana tabia ya kujifanya anawaibia mimi unamjua ni yeye ndio michezo yake kwa mabosi wake wote huko. Wewe okay. Hivi unasema kweli? Yaani mimi ndo nakwambia, yani mimi nikasema, n nyinyi kama mlikuwa mjui, yeah, basi yeah. Ndio nawafumbua leo. Huo ndio kweli sasa. Hiyo contact no. ilitakiwa mimi ndo mnipe niwafanyeni kazi vizuri. Mimi sina mambo hayo kijinga jinsi. Sasa umesikia mume wangu? Huyu ndio anayetufaa kwa katika mambo yetu yale. Aisee kijana? Ndio. Mimi tuko tunapigwa. Asante sana. Nashukuru sana nimegundua kwamba wewe ni mtu mmoja safi sana. Sana. Wewe inaonekana ni autaki mtu utake kama mimi hapa nilipo boss mm, nianguke niwe chini. Yaani wewe unataka nipande juu. Juu. Hey. Hey. Nashukuru sana. Asante sana. Sasa itabidi sasa wewe ndo uwe meneja wangu. Sawa? Ndio. Mimi simtaki. Wewe wakufukuza kabisa. Kwanza mtu wa kike wapi na wapi, maswala ni usimamizi wapi na wapi. Bwana, bwana, bwana. <laughs>

Kafika e, sasa hapa Mpemba, ndo kuhusu yale mambo ya nani, vifaa vile. Mpemba nao umefika eh, afadhali umekuja. Ndio, eh, umekuja umekutana na meneja mpya sasa hmm? Ni vizuri sana kwanza mlivyokutana hapa sasa, nilikuwa na mpango kwamba nataka mfatilie material, hapana shina, mbona ehe, lakini vitu vidogo kabisa kikubwa ni pesa mimi ninachoona, wape tu. Waende, tuanze kazi. Eh. Sawa. Kwa hiyo mimi nitawapeni hela mkachukue matilio tuanze kazi. Sawa, eh? Sawa. We, we, sawa. Wewe acha utatu. Hana shida wewe wewe. wewe. mbona? mbona nini? Sasa masuala kushikana, pole, ukali hauliwi. Hapo, lugha za amani itawali, amani itawali. Ninachotaka mimi. Hana shida kabisa kazi itafanyika vizuri na huyu wala hamsumbui hata kitu kimoja huyu, ni mwepesi mno kwangu mimi, eh, wala usiogope. Sawa sawa, afu na usiwe mkali hivyo. Mimi sasa basi nakuwa mkali hivyo. Sikilize, niwaambieni jamani, mimi nitawapa ni keshi, sawa eh? Naomba kazi yangu ifanyike kwa kwa kwa kwa, kwa umakini hmm, na mumalize kazi Bosi, hilo halina shida. e. Na mimi hilo halina shida bosi. Halina shida. Sawa eh. Tutafanya kazi. Sasa wewe usiwe na, usiwe na woga. Usiwe unakuwa na na maneno ya ajabu ajabu unalenga vipi? e. Mimi sina matatizo. Unamuogopa Mpemba? Wa Pemba. Mimi nashangaa. Niache basi. Unachogopa nini? Tutapiga story. Kwani huwezi kuongea mtu mpaka tushikane? Bwana tupo wote kikazi, mbona unaogopa? Tutafanya kazi vizuri. Niache basi kwanza bwana. Unachogopa nini? Afu jiangalia Mpemba. Wewe ndugu yangu, eh. Tusitaki kumaindiana vitu vya kipenzi. Kazi haulimi, kama migumi yaliyo basi jipige gumi ule. Sasa sikiliza nikwambie. Tunataka kazi au utataka kazi? Wewe utafanya kazi na tutafanya kazi wote na hakuna kitakachoharibika. Tulia. Meneja yako unashogopa nini? Ndio meneja yangu unakuwa mkali? Acha hizo bwana. Uko na mimi, tutafanya kazi vizuri. Umesikia? Jiachie Mpemba, tunazinguana unajua. Acha mambo ya kijinga. Kali hauliwi, si tunafanya kazi? Mpemba vipi? Mbona unafanya mambo ya ajabu? Tumeshika shika na nini? Muga <laughs> <laughs> wewe, acha uoga wewe. Acha mambo ya kitoto unasema kuna watu <laughs> sikiliza nikwambie. Mpemba nataka nikupe dili. Na ili dili nilokupa naomba tulifanye kwa siri. Usijali, sikiliza. Yule bosi anajenga hii nyumba ngapi? Ya pili. Sasa nataka nikwambie. Sisi hatuna hela. Hii hela hii tunaenda kuandika pale Matili kila tunachokiandika unaongeza mishilingi ngapi? elfu tano. shilingi ngapi? elfu tano. elfu tano. Kama ni laki moja basi tuweka laki na elfu tano. Eh, basi hakuna shida zile. Okay, square pipe tukiziandikia sio laki mbili, laki mbili na ngapi? na elfu tano. Ikiwa zile balbu seti tumenunua kama ni elfu hamsini unaongeza ngapi? Basi ya kuwa <todum> yetu. Sasa zile elfu tano zangu unaniwekea <todum>, baadae zile mimi nazikusanya tunaenda kufanya mipango mbele basi si usijali onekana apenda hela hata mshahara wangu mimi nitakukatia nusu nitakupa. ntakupa sasa hizo ndo mambo yako ya Bwana fundi. Mm -hmm. kuna kila hapa. Hapa hapa square Square pipe. Square pipe hizi. Mm. Tulisema ni elfu sitini. Sasa elfu sitini, elfu sitini na mia tano na elfu tano kwani vipi? Mbona mambo yanaenda vizuri, naona matili hapa, kuna kuna kuna mabati hapa eh? Eh? mabati hapa nakuta laki mbili. Sasa tena hii tena laki mbili na elfu tano tena, nayo imetoka wapi? Wewe, nitakwambia, endelea. Unaona wasiwasi gani? waendelea la vingine kuna simenti hapa. Simenti

Nondo sita, nondo sita hizi sawa sawa na shilingi ngapi? laki na ishirini, laki na ishirini na ongeza elfu tano juu eh? Weka na elfu tano juu na nitakwambia elfu tano na kazi gani unataka kujua, bila jambo ambalo unalipigia mahesabu. Weka na elfu moja tu, ya basi wewe weka na elfu tano Kuna kuna kuna, kuna nini hapa? Aise, mbona unachanganya? wewe usiogope, eh? We piga mahesabu, mimi nitatoa maelezo, nitaifafanulia hiyo elfu tano ni nini. Maana yake naona kila kitu hapa elfu tano iko mbele, elfu tano mbele, wewe usijali usiwe, eh? na wasiwasi wewe piga mahesabu yako yatenda sawa so, na mwenye utafurahia, unajua usiogope, kwa kadi, kokoto hizi, kokoto lakini na 20. <laughs> Eh, laki na ishirini na elfu tano. Hiyo elfu tano hata nitaitolea maelezo, wewe kila kitu weweka <gulitari> na elfu tano juu, hafu elfu tano mimi nitaitolea maelezo, usiogope. Inakuwaje hii kitu? Mbona siwaelewi bwana? Sikia nkuambie kitu kimoja e, bwana meneja kaniambia hivi e, kila jambo yani, e kila bidhaa tutaonunua basi niongeze elfu tano ya juu. <gulitari> <gulitari> <gulitari> <gulitari> <gulitari> <gulitari> <gulitari> Kila bidhaa ambayo umeandika hapo basi kuna elfu tano ya meneja. Marundenga jamani, hasa nakuwajiudenaawanundo. Tabia yako hii umekuja kumkandia na hapa kwamba na hafai na sijui na nini. Tumekuamini wewe hapo, kumbe nae umekuja kutupiga mume wangu. Wewe ufai. Ufai huyo. Kumbe ufai kabisa. Buka pia. Unasikia kwa beki? Nakuomba uinuke. Tuwapenda hela. Toka. Toka ndani kwetu. Wewe uli uli ulimkambia na ukasema kwamba na. Toka ndani kwetu mwisho. Toka. Kwenda toka. Kwenda toka. Ame, ukitaka pesa nitakupa. Wewe unataka nini? Wewe unataka nini? Yaani, wewe sina bahati yako. Ungekuwa sira yako ndio sasa hivi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha